Au kuniambia maneno yenyewe naenda kuvola. Sasa nikuambie maneno yenyewe. Oh, maipata si kuvola kwa maneno yenyewe. Sasa si unaona wewe wewe litaka tu nimeipa urudi kukuyu. Amisi kukutaka kurudi kukuyu sasa hapo. Lakini wewe ungemwambia kwa tu umemzima hapo pia wewe. Sasa huku niambia kwa hivyo. Lakini usijali, hata viratu hapa, wewe ana viratu hapa, hata viratu mimi lazima unaona hata nikiagana naye naye nitamwambia. Nitamwambia tu, wewe boy alikuwa amesahau tu ni mahoya kukuvolela, lakini nitamkumbusha. Ndio, ndio.